Naam, karibu tena mtazamaji. Tukielekea ukingoni mwa taarifa zetu, ni kwamba maonyesho ya kilimo ya Nairobi yaliyokamilika wiki iliyopita yalisheheni ubunifu na teknolojia mbalimbali mbali za kuimarisha kilimo, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Dennis Otieno. huenda dhiki ya gharama ya mashine zinazotumiwa kwa kilimo ikawa jambo la kale kwa wakulima wadogo. Wabunifu wakipigia upatu trekta hizi. Kwa upana wake wa kutumia unaweza atacha trailer na iweze kubebea mizigo, kupump maji, kupanda, kupalilia all of those activities. Ubunifu huu umewavutia wakulima wanaopambana na uhaba wa wafanyakazi pamoja na gharama kubwa za matumizi ya mashine wakulima wanatumia ku uh, 3500 shillings kuhaya a tractor anatumia 350 shillings peke yake kwa mafuta kulima eka moja. Kivutio kingine kilichowashangaza wengi ni ng'ombe huyu wa Holstein Friesian anayezalisha zaidi ya lita 50 za maziwa kwa siku. Huwa anatoa maziwa lita elfu kumi na nne na mia sita ama mia tatu hapo kwa, kwa wakati wa kutoa maziwa yake, ama tunaweza sema kiwango cha maziwa lita 56 kila siku. Muturi anazingatia vigezo kadhaa kwa kumtunza bingwa huyu. Tumemlea kwa njia nzuri, ametoka katika laini ndefu ya kizazi ambacho kimekuwa kikitengenezwa kiki, kiki, kiki kikiinuliwa. Tunatafuta, tunatafuta mbegu ambazo zitasaidia kuondoa udhaifu katika hali fulani. Shirika la utafiti wa kilimo na mifugo CALRO limebuni mbinu ya kisayansi ya kudhibiti sumu ya kuvu, tatizo sugu linalotishia usalama wa chakula. Kwa hiyo shida ya aflatoxin, kwa utafiti wetu tumeweza kupata hadi asilimia 98 uh, Maonyesho ya kilimo mwaka huu yalivutia wataalamu zaidi ya mia tatu wakiwemo washiriki kutoka Uchina, India, Ghana, Tanzania, Afrika Kusini, Kanada na Nigeria. Kupitia kituo cha ubunifu cha ASK, chama hicho kinapania kuwasaidia kuleta suluhu kwa changamoto za umu nchini. They will be Then we remain with them here and again now escalate it, get the national government again to support on that particular program so that then it, we can now grow to commercialization. Denis Otieno, Runinga ya Citizen